Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Ushanga TV kwenye kituo chako bora kabisa ambacho kinakuletea habari zote za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini leo hii tuna dili zaidi hapa hapa Tanzania, kuangazia sakata la dabi ya Kariakoo ambapo ilikuwa ichezwe eh, Juni, ilikuwa ichezwe machi nane, ikaahirishwa, ikapangwa juni kumi na tano, imeahirishwa, nadhani imepangwa juni ishirini na tano, lakini bado fukutu linaendelea kuwepo na tunaangazia tetesi za usajili Simba, Yanga azamkuwa nami mwanzo mpaka mwisho na kutangazia michezo za Yanga za Yanga zilizobaki kwenye ligi kuu na Simba zilizobaki kwa nami mwanzo mpaka mwisho. Akuenda kwenye, unaweza kwenda kwenye YouTube channel, ya, YouTube channel yangu ukaandika us, ukaandika Ushanga TV then una subscribe una comment unaenda kwenye Instagram kule unaandika Useni Useni Hamisi ishirini na nane unanipata kizuri kabisa. Instagram natumia Useni Useni Ushanga Useni Ushanga ishirini na nane, Facebook, Facebook, Twitter, mm. Unaweza ukaenda tena TikTok. Kuna nipata kiuzuri kabisa hivyo navotumia, mwanzo na ma mpaka mwisho upate update zote za kinanili update zote zime, zime li li li, za kimchezo ambazo zimejili leo hii. Tetesi za usajili kwa Simba Sport Club wenyewe wamekimbilia Uganda kule, kwenda kutafuta sahihi ya mchezaji ambaye anaitwa Aran Okero. Huyu ni mchezaji ana miaka ishirini na tano, ni midfielder attacking, ambaye anacheza timu ya Vipers baada ya mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo Simba wenyewe wanahitaji huduma yao ili kuboresha kikosi chao kiko, zaidi kiko, kwa hiyo umeona mbadala mzuri zaidi au umeona mchezaji mzuri ambaye anaweza akawafaa kwenye msimu ujao, kwa maana wako kumpambania ili wampate Alan Okello, kwa sababu Alan Okello ni mchezaji mzuri ambaye anaitwa pale kikosi cha taifa cha Uganda, ambacho na ambacho kina wachezaji wazuri na yeye akiwemo mojawapo. Ili kuipambania Simba Sport Club anatakiwa mchezaji kama huyo, ambaye Simba mpaka sahizi bado wanampambania ili kuinasa saini yake. Ukija upande mwingine kwa Young Africans na wenyewe wako na wenyewe wako mbioni kuzisaka saini za wachezaji wa Simba Black Star, ambaye kuna hasa baada, huyu ni mshambuliaji, huyu ni mshambuliaji, huyu ni Mwivory Coast bwana, ambao karibu sana mpenzi mtazamaji, ushanga TV, kwenye kituo chako bora ulichochagua ili kupata update zote za kimichezo ndani na nje ya Tanzania. Utakuwa namiosemi Shanga na angazia tetesi zote za usajili. Usisahau kusubscribe kutu kwenye YouTube channel yetu na kufollow na kufollow Instagram, TikTok na Facebook kote kote, tunatumia kama Hussein Ushanga ishirini na nane, naweza kufollow kule uko na kupata taarifa zetu zote mapema kabla ya mapema, tukishia posti nazipata taarifa zetu zote kabisa kwa haraka na kwa uzuri kabisa. Tunaangazia, tunaangazia tetezi za usajili hapa kwenye ligi kuu Tanzania na kwenye ile tetesi, tutaanza na Yanga Africans ambao Yanga Africans bwana inatafuta mbadala wa Haridi Aucho na mbadala walioona, kuna wachezaji wawili wanawindwa na Yanga Africans ra mmoja wasingida national mafutari huyu Kevin national mafutari huyu alikuwa anafatiliwa tangu mwaka jana, tangu msimu tangu msimu unapoanza akiwa alikuwa akifatiriwa na diisha dogo, alifatiliwa sana na Yanga Afrikans wakitaka kunasasaini yake u national mafutari huyu, ni kiungo mkabaji, kiungo wa chini, ni kiungo wa ulinzi. Anapiga kazi vizuri na.. sana paka yangu mtasau anataka mbadala uche huh? maja maja kwa sababu uche kama vile ingetoka kwenye kwenye kikosi anapata maji maji majeraha, ambao majeraha anaacha eneo lake linakuwa wazi. Kama msonda inaweza kuwa nafasi nzuri kwa inaweza kuwa nafasi nzuri kwa kwa Jonasa ni soa ili kuja, kuja ili kuja kuziba lile pengo ambao litakalo wacho mchezaji mwingine huyu ni wa Tabora United United ambaye ni offensive kora huyu bwana ni Mtanzania, mwisho kiwango kizuri sana msimu huu, akiwafunga Yanga magoli mawili pale Chamazi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye Yanga wamevutiwa na huduma yao, na wanamhitaji zaidi ili kuja ku ili kuja, kuz... kuja. kuja. huyu ni winga, huyu ni winga ofen chikora, ni mzuri sana, anatereza nashambulia kwa hiyo yanga wanahitaji huduma yao, yanga wanahitaji huduma yake ili kuboresha kikosi chao. Kwa hiyo ukija kwa Azam wenyewe, Azam wenyewe, Azam, Azam Azam wanataka sahihi ya golikipa na golikipa, aliyemwona golikipa kwa mzuri ni Aishi Manula. Mpaka saa hizi wapo kumpambania, kumpambania hio liawe golikipa wao, nadhani nadhani Ta, nadhani Tanzania itakuwa ta, nadhani Tanzania imesafi sana kupata golikipa na sahizi tunaelekea kwenda afoni. Kwa hiyo Aishi Manula anaweza akawa anapata namba Azam FC kule akawa mkombozi wetu ili, ili kupata golikipa ambaye najua kupata golikipa ambaye anakuwa anacheza najua golikipa ambaye ujua mchezaji anatakiwa anacheza, hata kama anafanya mazuri, lakini anatakiwa acheze ili aonyeshe kiwango chake. Kwa hiyo lakini ukirudi kama ukirudi hapa sakata la dabi, sakata la dabi ilikuwa sakata la dabi Yanga. Yanga ndo walianzisha hili sakata la kusema kuwa kuna viongozi wa bodi ya ligi ambao hawahitajiki, hawa wanaona kuwa wenyewe hawatimizi majukumu yao ambayo yanayotakiwa kuwa wajiuzuru, ili wenyewe mchezo ambao utakao pangwa ili wenyewe wacheze mchezo mepangwa tarehe ishirini na tano ili yanga ili yanga ili yanga ili Yanga icheze na Simba , lakini kuna stofamu ambazo zimetokea leo hii. Kuna kuna kuna mdau wa mpira ambaye anaitwa Maro, ameenda kuishtaki Yanga, ameenda kuishtaki bodi ya ligi na, na TFF, ambapo ukirudi nyuma kabisa bodi ya ligi bodi ya ligi ambayo ni sio amejiuzuru, afu mtendaji mkuu Mnguto naye sio amechoshwa kazi, afu Mnguto amejinanilia, ame, ame ame na nafasi na, na, na nafasi za za wagombea zimetoka. Urais kuchukua fomu ni shilingi laki tano. Nani kuchukua fomu ni laki mbili. Kwa hiyo tutegemee kupata viongozi wazuri ambao uchaguzi unafanyika tarehe kumi na sita mwezi wa mwezi huu ambao itakuwa Jumatatu jijini Tanga pale. Kwa hiyo tunapata marais wapya ili kuelekea ili kuh marais wapya ma CEO mtendaji mkuu wajumbeni, ili mpira wetu ukae vizuri na unyoke upite kwenye njia ambazo sahihi ambazo kila kila kilabu kila kinataka mpira wetu uwe hivyo na mpira wetu uwe mzuri zaidi, ili, ku, ili mpira wetu kukuza na mpira uwe mzuri. Unaweza kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa kijamii. Unaenda, unaenda, unaenda YouTube unaandika useni, unaandika Ushanga TV. Then una subscribe, una comment, unaenda Instagram unaandika unaandika useni ushanga, ushanga ishirini na nane. Hapo unani follow vizuri kabisa, unakuwa update zangu zote zinazotoka tu, unakuwa mtu wa kwanza kuzidaka. Kinachosikitisha zaidi ni game ya Simba na Ken Gold. Mechi ya Simba na Ken Gold inachezwa tarehe kumi na nane tarehe kumi na nane tarehe kumi na nane nadhani itakuwa Jumatano. Kama itakuwa Jumatano Leo Jumamosi, lakini mpaka leo hii wachezaji wa Ken Gold hata mmoja aonekani, aonekani mazoezini, aonekani kambini. Kwa hiyo, automatically moja kwa moja wameshajikatia tamaa wenyewe wenyewe, saa hizi wameshashuka daraja. Kwa hiyo Simba nadhani anapita tu mterela kule kwa Ken Gold, sababu wachezaji wenyewe wameshakata tamaa, kina Morrison, kina Simon Bowens hao wote haonekani, aonekani kambini mpaka sasa hizi na, na siku tatu wanasiku nne wanasiku nne kuelekea kwenye mchezo wao. Kwa hiyo mechi ya Simba na Ken Gold inaonekana kama haiko sawa vile kwenye kwenye maandalizi yao maandalizi ya Ken Gold, kwa sababu wenyewe anajua moja kwa moja wanashuka daraja, sababu mechi za Simba zote zilizobaki Ken Gold na Mtibwa Shuga wote wameshashuka daraja na wote ndio wanacheza nao Simba kwa Simba kwa hizo wenyewe KenGold hawana cha kupoteza. Kwa hiyo wanachoenda kutafuta huko hawana, hawana, hawana, hawana cha, cha kwenda kutafuta ndio kutafuta, kwa Simba ndio watapambana zaidi, lakini KenGold lakini, lakini, wenyewe wanaenda tu kutimiza ratiba, ndio maana mpaka saa hizi hawapo kambini na mpaka saa hizi hawajui na mpaka saa hizi yani benchi la ufundi wachezaji wote wote kwa ujumla wapo kambini mechi tena ambao watakuja kucheza Simba. Simba watacheza tarehe ishirini na mbili watacheza na Mtibwa Shuga. Hii e game na Mtibwa Shuga ambayo watacheza Simba atakuwa nyumbani, hii akingl na Simba. Simba atakuwa Mbeya, lakini Simba na Kagera, Simba na Kagera Shuga, Simba atakuwa nyumbani, nadhani atakuwa KMC pale akicheza. Kwa hiyo na, nadhani itakuwa tarehe ishirini na mbili saa kumi Simba ya Simba na, na Kagera Shuga. Kwa hiyo Kagera kwa, Shuga wenyewe wanaenda kutimiza wajibu tu kwa sababu ishashuka daraja, sasa hawana cha kwenda kufanya. Kwa hiyo Simba nadhani kwa hizo mechi alizobaki alizo nazo Simba, mimi nampa nafasi kubwa sana kuchukua mechi mechi mbili ubingwa na kwa matokeo makubwa sana, kwa sababu hizo zote azipo, hizo zote anacheza nazo hazigombani kitu chochote kile lakini mechi ya mwisho ni, ni, Yanga na Simba ambayo itakuwa Benjamin Mkapa, itakuwa saa kumi na moja na itakuwa tarehe ishirini na tano saa kumi na moja itakuwa Jumatano nadhani hiyo, bwana. Gemu hii game ndo hii ita hii gemu ndo itatupa hatima ya moja kuchukua kombe. Kwa hiyo ikitokea Simba kashinda zote zote, watakutana na Yanga akiwa na gepu ya pointi moja, na Yanga akiwa kashinda gemu zote, watakutana na gepu la pointi moja kwa hiyo ndo iko hivyo. Kwa hiyo game game kwa Yanga Sport Club wenyewe mipake, mepakiza mechi, mechi tatu mechi ya kwanza wanacheza tarehe kumi na nane wanacheza na Prisons Mbea, mbea kule pr, Prisons yuko, yuko nafasi nzuri, nadhani Prisons wenyewe wako nafasi nzuri sana, wako nafasi ya kumi na tatu. Kwa hiyo wenyewe wakifungwa na yanga tena wapande juu. Kwa hiyo wakifungwa na Yanga wenyewe Wanaweza, waka, wanaweza wanaweza wacheze playoff kwa sababu mtu wa kumi na mbili amemzidi, yaani kamzidi magoli lakini pointi wako sawa. Kwa hiyo akishinda akishinda Tanzania Prisons, kwa hiyo anakuwa kishinda anakuwa na alama thelathini na tatu kwa kama na alama thelathini na tatu at, atapanda atapanda mpaka nafasi ya tisa atapanda paka na paka nafasi ya tisa nadhani atapanda mpaka nafasi ya kumi atapanda mpaka nafasi ya, ya nane nane alipo Mashujaa ambapo akipanda mpaka nafasi ya, ya nane alipo Mashujaa Mashujaa mpaka nafasi ya nane, ya mpaka na ya nane alipo, alipo Mashujaa afu huyu Pamba atashuka chini. Kwa hiyo Pamba moja kwa moja yeye ata atadop mpaka nafasi ya kumi na tatu afu Namungo atakuwa na nafasi ya kumi na mbili kwa sababu huyu nini atakuwa nafasi ya kumi na moja Alafu Kinondoni KMC atakuwa na nafasi ya kumi. Kwa hiyo Prisons na wenyewe wako wana, wako wanatafuta ushindi kwa sababu hawataki kucheza play inaingia playoff kicheza playoff kwa sababu yeye play, play, kwa iyo, na Fountain Gate lazima acheze inaingia play off. Kwa hiyo wenyewe wanapambana, kwa hiyo kwa Yanga lazima watafute pointi tatu au au watafute ata, sare ili ili wakae pazuri zaidi. Kwa hiyo mchezo wa tarehe kumi na nane wa Yanga na Prisons au kuaga mchezo rahisi, lazima mchezo mgumu na wako Mbea lazima utakuwa mchezo mgumu na na, na tutegemea utakuwa mchezo mgumu au utakuwa mchezo mzuri ambao Yanga anatafuta alama ili kukaa kileleni zaidi, lakini Gold anatafuta alama ili kutoka chini ya pande juu ya pande juu akae nafasi nzuri. Kwa hiyo tutegemee vitu vizuri. Kuna, utu kuna mchezo mwingine ambao utachezwa tarehe ishirini na mbili wa Yanga wa Dodoma Jiji, Yanga na Dodoma Jiji ambao mchezo umepelekwa Zanzibar visiwani kule bana, kwa amani kwa amani amani, ama kule kwa kwenye new amani complex, ambapo, ambapo Dodoma Jiji hayuko kubaya, yani hayupo kwenye kushuka, yuko nafasi ya saba ana pointi zake 34 na michezo yake 28 Kwa hiyo yu, yeye automatically yuko, yuko kwenye nafasi nzuri sana, hayuko kwenye, kwenye kushuka daraja. Kwa hiyo anacheza na Yanga akiwa hana pressure yoyote ile presha ya kushuka hana, wala wala ya, ya, ya, ya kupoteza hana. Kwa hiyo kwa hiyo tutegemee Yanga atakuwa mchezo mzuri, atacheza mchezo mzuri kwa sababu atatoka, atatoka kacheza tarehe kumi na nane na Prisons, ataenda kucheza tarehe ishirini na mbili na Dodoma Jiji, halafu tarehe ishirini na tano ndo dabi ya kali, anatoka Zanzibar anakuja kucheza anacheza anakuja kucheza da anakuja kucheza dabi ambapo da. Simba ye ana pointi sabini na mbili Yanga ana pointi sabini na tatu Kwa hiyo Yanga kamzidi pointi moja Simba Yanga, anachoongoza ni magoli na magoli sitini na moja Simba na magoli hamsini na mbili Kwa hiyo michezo yote wamecheza michezo ishirini na saba ishirini na saba Kwa hiyo hapa, yoyote yoy, yoy, atakayefungwa siku ya dabi yote atakayepoteza mchezo wao hizi michezo miwili zilizobaki atakayepoteza ataka kwa ataka hiyo anaenda kwenye dabi, anakuwa hana matumaini ya ku, ya kutoa ya kuto, ubingwa. Lakini wakishinda pointi zao wakishinda mechi mechi zao zote hizo walizobaki nazo kwa hiyo hata akienda kwenye kwenye kwenye dabi, anakuwa anakuwa na potential kubwa, anakuwa na nini kubwa, anakuwa na kujiamini kukubwa kwa sababu wao mchezo wao ndio utaamua timu. Lakini hipoteza, ukua fungeza, ukua kwa mfano kama ukipoteza huko afu mwenzao wakashinda au kidondosha alama huko ataata alama moja sababu yanga yeye anachotafuta siku ya dabi hata sare, kwa kufanya kushinda hizi michezo zilizobaki. Tadabi anatafuta hata sare, kwa simba yeye atalazimika atafute atafute ushindi ili atawaze ku, bing, ha, kuwa, kuwa bingwa. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu, hata mchezo tarehe ishirini na tano ni dabi, itakuwa dabi ambao dabi itakuwa ya, ya, dabi, itakuwa ni itakuwa dabi nzuri na dabi ambayo itakuwa inafurahisha watu wengi kwa hiyo tegemea utakuwa mchezo mzuri na hizo mchezo miwili zilizobaki zinachezwa kwa teknikali sana, kwa sababu yanga na wachezaji wote ambao wako majeruhi ambao yuko majeruhi ni mmoja tu inayosemekana, ambaye taarifa yake itoka mapema kwenye umsimu hata kuwepo ya ukwasi, lakini Khalid Aucho amerudi, amerudi, alikuwa majeruhi, alipata majeraha siku ya Azam, mechi ya Azam, lakini amerudi Ukiipa kwa mzuzu alipata majeraha siku ya zamu, amerudi, huko yuko vizuri. Kimetimiziza ambao alikuwa majeruhi, alipata majiruwe, alipata ma, mistuko kwenye mazoezi mudathiri, haya alipata majeruhi kwenye mazoezi, lakini watu wako sawa. Kwa Simba Musa Kamara ambaye alipata majeraha aliumia siku ya mechi ya ya Singida kwenye nusu finali, Singida nusu finali ya FA Singida, na kwenye nusu finali ya Singida ile, ambayo ilikuwa inchezewa kwa haraka kule, ambapo ambapo alipata alipata alipata, alipata nani kwenye kwenye kichwa kwa kashinda kuendelea kingia alisalim yeye amepona, yuko vizuri. Kwa automatically vikosi vyote vya Simba na Yanga yote viko vizuri, kwa hivyo zinaenda kucheza mechi zao hizo tatu zikiwa zina kikosi bora, naona zipate majala majala kwenye hizo mechi mbili ambazo wanazo kutana nazo, ambazo Simba alicheza na Ken Gold ambao ni Mbeya, afu Simba atacheza na atacheza na Kagera Sugar atacheza na na Kagera Sugar ambaye anacheza naye hapo KMC ambaye ni tarehe ishirini na mbili na tarehe ishirini na tano ni dabi kwa ben, Benjamin Benj, Benj, Mkapa na tarehe ishirini, na Yanga anacheza tarehe 18 na Prisons Mbeya afu tarehe 20 tarehe ishirini na mbili anacheza na Majiji Zanzibar afu tarehe ishirini na tano dabi. Kwa hiyo ni ni yani imekaa ki technical kitechnical kabisa. Kwa hiyo kila kila kila timu nadhani nadhani kocha Amdu ucha mdu wa Yanga yuko vizuri, anawapasha wachezaji wake wakaepa waka vizuri ili iwawenaniilia na nzuri ili wapate fitness zuri na wendelee kupambana vizuri. Hata huku Davis naye mwenyewe anaanania wachezaji wake, kwa sababu wametoka kupoteza wametoka kupoteza kwenye, kwenye fu ametoka kupoteza kwenye shirikisho kombe la shirikisho la Afrika kwa hiyo wenyewe wanachokitaka zaidi, wanachokitaka zaidi ni kombe hili la kombe la NBC. Kwa hiyo kwa vyovyote vile wanapambana ili nanye wavae iinaywe wanyanyue kwapa kwenye misimu mitatu mfulizo walizowahi kuzipoteza. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, andika tu ushanga, andika useni ushanga ishirini na nane na Instagram unanipata kizuri, FB hivyo hivyo, useni ushanga, useni ushanga ishirini na nane Tiktok huseni ushanga ishirini na nane, Twitter useni ushanga ishirini na nane. Ukienda kwenye yutubu chaneli yangu andika ushanga, andika ushanga TV then subscribe ni follow kiuzuri kabisa. Utakuwa nami kwenye wakati wengine tena. Bye bye.